Je, ni sahihi kushiriki tendo la ndoa wa wakati wa ujauzito? Ungana nami kwenye Siri za Mwili, mahali ambapo unapata maelezo ya kina kuhusu miili yetu na jinsi inavyofanya kazi. Kama ni mara ya kwanza kujiunga nasi, usisahau kusubscribe, like, share na bonyeza alama ya kengele. Kufanya hivyo kutafanya video hii iwafikie watu wengi zaidi kwani chaneli yetu bado ni changa. Kumekuwa na sintofahamu nyingi kuhusu kushiriki au kufanya mapenzi wakati wa ujauzito. Kushiriki tendo wakati wa ujauzito ni jambo la kawaida kwa wanandoa au hata wapenzi, iwapo mhudumu wa afya Aidha, daktari, muuguzi, mkunga na kadhalika atakupa angalizo na taadhari, basi hakuna haja ya kufanya mbali na kufuata maelekezo yake. Kufanya au kutokufanya tendo la ndoa ni maamuzi. Hii itakuwa sahihi kama ujauzito hauna viashiria vyovyote vya hatari. Yaani, ujauzito una maendeleo mazuri. Wapo wanaofanya mpaka muda mama anakaribia kujifungua na wapo ambao hawafanyi kabisa. Wataalamu wanasema ushiriki tendo wakati wa ujauzito, ujauzito ulio salama, hakuna shida itakayotokea kwa mtoto maana maumbile ya mwanaume hayawezi kumsumbua mtoto, hivyo mtoto hubaki tuli ndani ya kifuko chake. Lakini pia, mwanamke hutakiwi kushiriki tendo kama una ujauzito wa watoto mapacha au kama una historia ya kuharibikiwa mimba, na pia kama una historia ya njia ya uzazi kufunguka mapema kabla ya muda, na kama unapata maumivu ya tumbo bila sababu lakini pia kama unatokwa na damu bila sababu yoyote hautakiwi kushiriki tendo. Wakati wa kufika mshindo ama kileleni, kuna hali huwa inatokea ya kukaza na kuachia kwa misuli. Jambo hili huwa kawaida na haiwezi kusababisha njia kufunguka, hivyo kama itatokea ichukuliwe kawaida. Mtaalam atatoa tahadhari juu ya mikao katika tendo. Hapa inahitajika mikao rafiki kwa mama mjamzito, yaani pregnancy friendly sexy positions. Mikao iliyozoeleka huwa haishauriwi kabisa, maana kuna hatari ya kumsababishia matatizo kiumbe huko tumboni. Kuna mikao mbalimbali ya kukaa katika tendo na kumwacha mtoto akiwa salama huku mama akifurahia tendo. Google ipo, mtatafuta hiyo mikao rafiki kwa mama na kwa mtoto. Kuna faida kadhaa ambazo wataalamu wa afya wanaelezea kwa nini ni muhimu kwa mama mjamzito kushiriki tendo wakati wa ujauzito. Faida hizo ni kama zifuatazo: kwanza, ni mazoezi kwa mama mjamzito; pili, inapunguza maumivu kwa mama mjamzito; lakini pia inaongeza ukaribu wa mama mjamzito na mwenza wake. Makala haya ni kwa ajili ya kutoa elimu na kuongeza uelewa miongoni mwa wanajamii. Asante kwa kunisikiliza mpaka wakati mwingine kwenye Siri za Mwili. Kama ni mara ya kwanza kujiunga nasi, usisahau kusubscribe, like, share na tuachie maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Mpaka wakati mwingine.